Katika swali hili kuna maswali mawili na swali la a, ah, e, soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. E, kifungu chenyewe ama dondo lenyewe ya leo ni kuwapa pole wanaofuata na kuenzi makala ya burudani toleo so, la le, kila Ijumaa mwanamuziki huyu aliteka nyoyo za wapenzi wa mtindo wa muziki kwa kweli ya muumba ufumbo tu, mnapoyasoma mna wakumbukeni jamaa na wapenzi wa nyimbo zake. Swali la a: tambua sajili. Swali la b: fafanua sifa za sajili. Swali la pili sehemu ya a: eleza tofauti iliyopo baina ya lugha rasmi na lugha ya taifa. Swali la pili sehemu ya b: taja majukumu mawili ya lugha rasmi. Swali la pili sehemu ya cha: tambua sifa nne za lugha rasmi. Swali so, la ah, tambua sajili. Na hii ni sajili ya magazetini. Swali so, la ba fafanua sifa za sajili hii ama sajili ya magazetini. Na katika sifa zake hutumia usemi halisi kwa sana. Sifa ya, nyingine yake utangia, utanganya njeo. Uh, sifa yake nyingine hutumia vifupisho, kwa mfano shirika la Reuters. Sifa yake nyingine lugha upiga chuku, ama huwa na lugha yenye chuku sifa yake nyingine, wakati mwingine usheni sifa. Swali so, la pili sehemu ya a ah, eleza tofauti iliyopo baina ya lugha rasmi na lugha ya taifa ah, lugha rasmi ni lugha inayopewa jukumu la kutumika kikazi, kwa mfano kuendeleza shughuli rasmi kama vile elimu na utawala. Lugha ya taifa nayo ni lugha iliyoteuliwa kama kitambulisho na ustaarabu wa taifa zima swali so, la ba. Taja majukumu mawili ya lugha rasmi. Na katika majukumu ya lugha rasmi, moja ni kufundishia shuleni ama kufundisha shuleni. Katika majukumu ya lugha rasmi pia kuna kuendesha shughuli zote katika ofisi za serikali. swali so, la pili sehemu ya cha. Tambua sifa nne za lugha rasmi na katika sifa za lugha rasmi mmoja ni kuwa utumika katika mazingira au shughuli rasmi kama vile mikutano ya mawaziri e, katika shughuli za elimu na kadhalika. E, pia sifa nyingine huwa ni lugha inayosemwa nchini na pia nje ya nchi. Sifa nyingine ya lugha rasmi ni kuwa inaweza kuwa lugha moja wapo wa lugha za wenyeji au lugha ya kigeni. Sifa nyingine ya lugha rasmi yaweza kutekeleza majukumu mengine kama vile kuwa lugha ya taifa. Kwa mfano lugha ya Kiswahili nchini Kenya ni lugha rasmi na pia ni lugha ya kitaifa. Sifa nyingine ya lugha rasmi huwa imesanifishwa na kusambazwa kupitia vyombo vya habari, vitabu na machapisho mengine. Sifa nyingine ya lugha rasmi huwa ni lugha yenye historia ndefu. E, sifa nyingine ya lugha rasmi huwa na msamiati mpana katika kila nyanja za maisha na kila neno katika lugha hiyo lina fasiri yake.